Nashukuru Mungu amenipa neema tena hii tumekutana katika kipindi chetu mwaka wa elfu mbili na ishirini <clears> na sita. Somo letu la leo tumelipa jina unajua nini kuhusu Mungu wako? Unajua nini kuhusu Mungu wako? Na somo letu moja kwa moja tutalitoa katika kitabu kile cha Yona, tutasoma ile Yona sura ya nne, tutaanza mstari wa kwanza hadi wa nne. Lakini kabla hatujaingia katika somo letu, ukisoma sura hizi za mwanzoni mwanzoni, utaona jinsi Yona alivyokubali kwenda Ninawi na akamezwa na samaki na samaki ikamtapika huko Ninawi, ikabidi ahubiri watu wa Ninawi habari za Mungu, ikabidi ahubiri neno la Mungu kwa watu wa Ninawi na watu wa Ninawi wakawa wameokoka. Sio kama leo watu wengi wanasema tu lakini ukimuuliza wangapi wameshamjua Mungu kupitia wewe, hakuna. Wangapi wameshaokoka kupitia wewe, hakuna. Watu Waninawi walitubu kwa kumaanisha, hadi Mungu akaenda kuzungumza na Yona. Bwana Yesu asifue sana. Ndio maana ukisoma ile Yona, ile sura ya tatu mstari ule wa kwanza hadi wa kumi utaona mahali pale, hacha tupasomi ili upate mwanga kidogo. Yona ile sura ya tatu mstari ule wa kwanza hadi wa kumi. Neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, ondoka uende Ninawi mji ule mkubwa ukaihubiri habari nitakayo kuamuru. Basi Yona akaondoka akaenda Ninawi kama Bwana alivyo nena. Basi Ninawi ulikuwa mji mkubwa mno, ukubwa wake mwendo wa siku tatu. Yona akaanza Yona akaanza kuingia mji mwendo wa siku moja, akapaza sauti yake kusema, baada ya siku arobaini Ninawi utaangamizwa. Basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Kwa hiyo ukiteremka hadi mstari ule wa kumi Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameiacha njia yao mbaya, basi Mungu akagairi neno lile mbaya ambalo alisema atawatenda asilitende. Bwana Yesu asifiwe sana, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu wa Ninawi walikubali neno la Mungu ambalo Yona lilo lihubiri mahali pale. Kwa hiyo Mungu alivyoona wametubu kutoka mioyoni mwao Mungu akaacha kuangamiza kwayo. Kwa hiyo unapotubu kwa moyo wako wote Mungu anakusamehe na anakubariki, lakini baraka zingine tunazikosa, kwa sababu mioyo yetu inakuwa bado haijakaa vizuri. Unakuta mtu anaomba Mungu ili watu wengine wamuone kwamba fulani naye anakuwa naomba. Ukiwa mtu wa namna hiyo, utasubiri sana. Watu wa Ninawi waliomba kwa mioyo yao yote na ghadhabu ambayo Mungu alikuwa ameipanga akawa ameacha kwa sababu Mungu aliona mioyo yao imebadilika. Kwa hiyo Yona sasa akawa amekasirika. Yona akawa amekasirika kwa sababu Yona alikuwa anataka Mungu awaangamize. Kwa hiyo Yona akawa amekasirika sana. Mungu atusaidie sana. Hata sasa tuingie katika somo letu katika ile sura ya nne. Nimesoma, nimesema Yona ile sura ya nne tutasoma mstari wa kwanza hadi wa tatu hadi wa nne tutakuwa tumemaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo hili likamchukiza Yona sana, naye akakasirika. Akamwambia Bwana akasema, nakuomba e Bwana, sivyo hivyo nilivyosema hapo nilipokuwa katika nchi yangu? Hiyo ndiyo sababu nalifanya haraka kukimbilia Tarshishi, kwa, kwa maana nalijua ya kuwa wewe u Mungu mwenye neema, umejaa huruma, si mwepesi wa asira, u mwingi wa rehema, nawe wagairi mabaya. Basi sasa, e Bwana, nakuomba uniondolee uwai wangu, maana ni afadhali nife mimi kuliko kuishi. Sasa Yona akawa amekasirika, akamwambia Mungu ndio maana ulikuwa umenituma nituma niende Ninawi, nikawa nimetoroka nikaenda Tarshishi, kwa sababu nakujua. Utaniambia niende niwahubiri, ndio nitawahubiri, nitawaambia watubu na watatubu, na we Mungu hutoangamiza kwa sababu nakujua. Kwa hiyo Yona aja aja aja aja toroka kwenda Ninawi kwamba hakupenda kutumwa na Mungu? Hapana, Yona kuna kitu alikuwa anajua kuhusiana na Mungu, ndio maana Akamwambia Mungu, ndio naniambia kwamba niende kuhubiri Ninawi, ndio cha kwanza, nikienda kuhubiri sauti yangu itaenda, na baada ya kufanya hayo yote wewe Mungu hutowaangamiza kwa sababu na kujua. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Yona alikuwa najua kuhusiana na Mungu, ndio maana alikataa ali kupenda kwenda Ninawi hadi akamwambia Mungu bora uniondolee, bora, bora wai. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo tumalizie somo letu na ule mstari wa mwisho wa nne. tunasoma Yona ile sura ya nne tumeanza mstari wa kwanza hadi wa tatu sasa hivi tunakwenda kumaliza na ule mstari wa nne. Naye Bwana akasema je unatenda vema kukasirika Mungu sasa akaanza kumuuliza Yona je unafanya vizuri wewe kukasirika kwa sababu hawa watu wa Ninawi wamefanya kile nilikuwa nachokitaka ndo wamefanya wametubu kwa kumaanisha na wameacha dhambi zao na sasa hivi wananipenda. Sasa wewe Yona unakasirika, unakasirikia nini? Kwa hiyo nataka ujue Yona, haku, Yona li, kuna kitu alikuwa anajua kuhusiana na Mungu, ndio maana hakupenda kwenda ni nao. Ni kama vile wewe unavyoweza kujuana na mtu fulani, unakuwa unamjua vizuri kabisa, yaani hata wakikwambia mambo yake uwezi ukakubali, kwa sababu unamjua vizuri Yani hata wakikwambia awezi akakubadilisha, kwa sababu unamfahamu vizuri kwamba ah, ah, kwamba tuko kanisani hapa, yani uka mahali kama vile kanisani, wakapiga vyombo mahali pale, unakuwa unajua kwamba fulani hapa wanatuambia tusimame, lakini fulani atasimama lakini hatoimba hata kama wapige gita kule, fulani hatu, hatu imba kwa sababu unamjua vizuri. Kwa nataka ujiulize, mwaka huu ni nini unachokijua kuhusiana na Mungu kwa sababu ukweli unaujua na ndio utakaosababisha ufungue baraka zako katika maisha yako. Na kama ujui kuhusiana na Mungu, Mungu akusaidie sana. Lakini ni lazima ujue kuhusiana na Mungu ili mtu yeyote yule asije akakudanganya na elimu yake ya bure kuhusiana na Mungu wako. Yona alijua kuhusiana na Mungu kwamba Mungu ni Mungu wa huruma, ni Mungu wa neema, atawarumia. Yona alikuwa anajua kwamba hawa watu wakitubu au wa watu waninao wakitubu kwa mioyo yao yote Mungu atawasamehe kwa sababu Mungu sio mwepesi wa hasira. Kwa hiyo Yona alijua kuhusiana na Mungu. Kwa hiyo na mimi najua kuhusiana na Mungu. Mungu ni Mungu wa huruma, ni Mungu wa rehema. Na mimi nakuuliza leo, unajua nini kuhusiana na Mungu? Ni ukweli upi unaojua kuhusiana na Mungu wako? Na hilo ndilo swali inabidi uende kujiulize kwa sababu ya hilo. Mungu akusaidie sana. Na Mungu akubariki sana.